Mwisho ni plani ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne, mheshimiwa mwenyekiti, nafikiri tutakumbuka kwamba sisi kama kampuni tuliwasilisha ile plani ya manufaa ya Geita na halmashauri ya wilaya mwezi wa pili, nafikiri zilipelekwa wizarani. Wizarani walileta mrejesho kama sikosei kwa mwezi wa nane wakitaka maelezo zaidi, nafikiri manispaa waliwajibu kibali kilitoka mwezi wa kumi na mbili au kumi na moja mwishoni kama sikosei. sasa ile plani kuitekeleza ndani ya mwezi mmoja ilikuwa sio rahisi kwa hiyo tume ya madini wametuandikia wakiwa wanataka plani ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano kwa hiyo tumekubaliana kama kampuni na hii inayowasilisha ni pozishen ya uongozi wa kampuni kwamba tuta resubmit tena plani ya mwaka jana iwe ndio plani ya e mwaka 2025. Sasa nyinyi mmejitengenezea kanuni za wapi za kusema hiyo hela ya mwaka jana imepotea? Mwenyekiti, unachokisema ni sahihi. Na je, hi, hi, serikali ni serikali imechelewesha au ninyi imechelewesha? Mwenyekiti, unachokisema hapa mwisho ni sahihi. Lakini ni sahihi tu pale ambapo wenzetu wange approve ile plan ndani ya muda. Nikumbuke kama anasema Gilbert. Kampuni iliwasilisha mwezi Februari. Actually ni mwezi Februari, si ndio? Alafu tukakaa kusubiri. Nisikilizeni vizuri, msilete mchezo, msilete mchezo. Hakuna biashara ujana ujanja kama hiyo. Bilioni tisa za wananchi za mahusiano mnataka kulichukua hivi hivi, na nyinyi mnaamini kwa sababu Geita Gold Mine huku saa hii Yaani kweli management yote mmekaa mmekubaliana kufanya hivi? Kabla mwenyekiti, nimalizie. Hakuna cha kuendelea. Tokeni mwendeni na kazi yenu. Siku ndio mkizirudisha ndio tutakuja hapo. Mnaniletea upuzi hapa. Okay. Yaani mnajijengea kama imaya ya kweli aa, aa, watoke kwanza hakuna cha tatizo. Yaani mtengeneza utaratibu wa kwenu mnaoujua nyinyi ndio umetumwa hivi au Durani ndio amekuja na utaratibu wake hivi. Durani MD tukimtaka tuki, tuki sisi aondoke, atabaki hapa, tusipo hapa nyinyi, sisi support yenu kufanya kazi yenu mbodini, mtaendea na kufanya kazi yenu hapa. Hawa wananchi ambao wanasubiria hayo maendeleo, nyinyi mnakaa tu kwenye bodi mnasema halmashauri zimechelewa kuleta mipango, tumeshindwa kuapprove hiyo hela, tunaifuta nyinyi. Mtaendea kufanya kazi yenu hapa Mimi nawauliza, mtaendelea kufanya kazi sasa? Toke mpaka mtuletee fedha, ndio mtakaigi ofisi. Kama mleti fedha za wananchi, wala msije usiri kwangu. Mtaenda tamisemi, mtaenda madini, labda aendeea kwa, kwa, kwa DC, lakini sio kwa mkuu wa mkoa. Hata kwa mkoa wilaa amekataa, tuone mtakwenda kwenye ofisi gani kupata sapoti. takwa la CSR ni la kisheria na bahati mbaya mimi nimesomea masuala ya sheria za madini na masuala ya rasilimali ya gesi. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa mujibu wa sheria yetu ya madini kifungu cha mia moja na tano na kwa mujibu wa kanuni ya CSR ya elfu mbili na ishirini na tatu CSR inapaswa kulipwa kila mwaka wa bajeti, kila mwaka. Ni kwa mujibu wa sheria. Kwa nini nataka niwashawishi wajumbe kwamba kwenye mengineyo liwemo la kumpongeza mwenyekiti na kikao hiki kwa kuchukua kwa mujibu wa taratibu na kanuni na sheria, kuchukua majukumu yake. Tujipongeze kwa mjibu wa <laughs> Lakini mheshimiwa mwenyekiti, siku na shauri lisiishie hapo. Kama hivyo ndivyo na nitaka la kisheria na alikufanyika, nadhani kikao hiki kielekeze kama ama rasa au nani waandikiwe barua ya kucomply. Kwa sababu kupita mwaka haina maana kwamba shughuli za madini zikufanyika. Mwaka zimefanyika na CSR ni kwa mujibu wa kazi zilizofanyika kwa mwaka huo kwa mahusiano ya jamii ambayo iko karibu na mgodi. Kwa nilikuwa na shauri kwamba pengine sasa niende mbali zaidi kwamba waandikiwe wa comply kwa mujibu wa sheria na kanuni kama ilivyotakiwa. Kwa toa nje ni sawa kwa leo, lakini nadhani compliance kwa sababu wao wametoka wakijua kwamba hiyo imejifuta. Haiwezi kujifuta mwisho, mwenyekiti. Sasa mimi nampongeza sana kwa hatua hii ambayo umechukua. Kwa kweli nataka kuhakikishia e, wenzetu, wame... <laughs> <Yeah. laughs> wenzetu wamekuwa wakituchukulia sisi kama e, kama katawi ambako wanaweza kuona wao wanaamua nchi nyingine na sisi nchi nyingine. Plani kwa mujibu wa sheria ya mwakani nataka wailete mwaka huu lakini walichelewa wakaleta plani mwaka umeisha, mwaka uliofuata, kwa kisingizio cha kwamba tuna miradi ya nyuma ambayo haijaisha, hatuwezi kudiscuss plan nyingine. Lakini majibu ya kuidhinishwa plani yalikuja mwaka jana, na tukawaambia tuteni plani ya mwaka unaofuata, hawakuleta. Na sasa nataka nizungumze jambo moja hapa, mheshimiwa. Uh, inawezekana watu wengi wana, wanafikiri uh, GGML wanatoa hela nyingi sana, kwa hiyo tunastahili kunyenyekewa. Kamati yetu ya nishati na, na madini ilifanya ziara kwenye Copperbelt Zambia, tukakutana na pale Copperbelt wana kampuni inayoshughuliwa na CSR inaitwa Mopa ambao uh, ile migodi ya Copperbelt inatoa dola milioni 25 kila mwaka kwa ajili ya kusapoti CSR kupitia Mopa. Ndio waliojenga uwanja wa Nkana uh, Stadium uwanja mkubwa kama ulivyo Mkapa, ndio wamiliki wa Canada Devils. Wana academy za aina zote za michezo, sio mpira miguu, aina zote za michezo wanazo academy. Lakini wana shule maalumu nne za vipaji maalum kutoka kwenye maeneo chimba, ambazo wao wamezijenga na wameajiri walimu na wanawalipa. Wana hospitali maalum nne zenye hadhi ya hospitali yetu ya mkoa na bado wanalipea wana, kila mwaka wanatenga fedha kujenga barabara, lakini hawajawahi kufika pahala wakasema kwamba sasa hii tumejifunza hiyo kitu. Na bahati nzuri tulikuwa tumetumwa na serikali na hiyo taarifa ipo kwa kuna ile dharau tu hapa kwa sababu eh, ya kuona kama vile wanatoa msaada, kwa hiyo wanatakiwa kunyenyekewa, jambo ambalo sio sahihi.